Mbunge wa Dagoretti kaskazini Beatrice Elachi alitoa heshima zake za mwisho kwa mwanawe mpendwa Elvis Murakana Namenya aliyepoteza maisha yake katika ajali ya barabarani Lut. Misa ya wafu ilifanyika katika kanisa Katoliki la Holy Trinity mtaani Kileleshwa Nairobi. Kwa huzuni kubwa, Elachi alisimulia kwa uchungu historia fupi ya Elvis na mazingira ya kuhuzunisha yaliyopelekea kifo chake. Elachi alieleza jinsi vijana mara nyingi hukosa ujuzi wa kushughulikia changamoto mbalimbali mbali, na wengi hujaribu kutatua changamoto hizo bila ya kuwajulisha wazazi. Sasa Elachi anataka wazazi waombee kizazi cha Gen Z. So we have a generation that believes they can sort out their own problems. So they wake up at any hour when one is in a challenge and they will not even tell you. Ni mazoea ya viongozi wengi kuzungumza siasa hata katika hadhira zisizokuwa kisiasa kama hii, lakini leo ingawa Beatrice Elachi ni mwanasiasa, kabla ya ibada Padre John Muragu alionya kwamba kanisani si mahali pa siasa. Marehemu aliyehusika katika ajali ya barabarani wiki jana atazikwa kesho katika kijiji cha Nalepo, kaunti ya Kajiado. majibu Kisao. runinga ya K24.